Ameasema hayo katika mahafali ya 85 ya chuo cha uchungaji Sakila kinachomilikiwa na kanisa hilo kilichopo mkoani Arusha. Amesema kuwa kutokana na utandawazi uliopo katika dunia sasa, jamii inapaswa kuwa makini na kukemea kwa nguvu zote vitendo vyovyote vinavyoashiria mmomonyoko wa maadili katika jamii. Biblia imesema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako ziwe Haziwezi kuwa nyingi wakati unatukana rais. Wakati unatukana viongozi wako, wale ni kama baba, wana cheo cha baba na mama, ndio wanaotutunza katika nchi, ndio wanaotulea katika nchi. Sasa hatuwezi kuwatukana hata kidogo. Aidha, mara baada ya mafali hayo, Askofu Dr. Issangya ameishukuru serikali kwa kuahidi kuifanyia ukarabati barabara ya Katiti Sakila ambayo ni ahadi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan kuijenga kwa kiwango cha lami. E, barabara hii ikijengwa leo watu watahamishia biashara zao huku, wale walioko barabara kuu watahamishia biashara zao na huku wanakijiji watapata e, mapato na pia watapata maendeleo na pia watakuwa wanauza vitu vyao karibu kama mazao au watasafirisha kwa urahisi kupeleka katika masoko mbalimbali ya Kikatiti, Usariva, Arusha na hata sehemu zote za nchi. Kwa upande wake, mgeni rasmi wa mafali hayo mjumbe wa kamati kuu na mlezi wa CCM mkoa Arusha Rajab Abdurahim amesema kuwa lengo la serikali ni kutoa huduma bora kwa wananchi, huku katibu mkuu wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania Skof Dr. Israel Maasa akisema kuwa amani ya nchi imekuwepo kutokana na ushirikiano mzuri uliopo kati ya viongozi wa dini, jamii na serikali kwa ujumla. Sasa tumefika huku Sakila tumeona changamoto kubwa ambayo inawakabili wananchi, siyo maji wala sio umeme, ni barabara. Barabara hii yako maeneo korofi, kwa hiyo lengo la mheshimiwa rais kwanza ipitike kwa, kwa, kwa wepesi, ili wananchi wasipate tabu. Kwa maeneo korofi, ndio maana imetengwa milioni 45, lakini wakati huo inafanyiwa usanifu, eh, kuona barabara hii sasa itagharimu kiasi gani cha fedha, ili kilomita kwa kuanzia kilomita saba E, zianze kujengwa kiongo cha lami kutoka kule Kikatiti mpaka hapa Sakila ambayo ndio kiu kubwa ya, ya wananchi wa maeneo haya. Mkoa wa Arusha, mgeni rasmi, biashara zinafanyika vizuri, utalii unafanyika vizuri, utulivu na kuwepo vyama vya siasa vinafanya shughuli zao kwa utulivu mzuri, na hii ni kwa sababu ya uongozi thabiti wa mkuu wa mkoa wakuu wa wilaya wakishirikiana na chama tawala. Nao baadhi ya wazazi na wanafunzi akiwemo Catherine Paul na Elirehema Palanjo wameeleza furaha yao mara baada ya kuhitimu masomo hayo ya Biblia na kuahidi kuyaishi na kuyafanyia kazi yote waliofundishwa chuoni hapo. Ushauri wangu mkubwa kwa vijana wa Kitanzania, kwanza tuheshimu viongozi wetu tuwaheshimu viongozi wanaotuongoza. Viongozi ni kama baba na mama ambaye yupo nyumbani. Kama ulivyokuwa unamheshimu mzazi, unapaswa kumheshimu hata kiongozi anayekuongoza, maana Tanzania ikiwa na amani, hata wewe kijana una amani. Mazao yetu yanakuwa wakati mwingi sana ya Sakila yamekuwa yakiuzwa kikatiti baada ya kwamba magari yawezi kupanda huku ale waso, watu wasoko kuja kutufanyia biashara, hata wakinaa waweze kupata mahitaji katika maafali haya. Mgeni rasmi ameweza kuchangia kiasi cha shilingi milioni mbili na lakitano kwa ajili ya ununuzi wa cherehani kumi ambazo uh, ziliombwa na wanafunzi kwa ajili ya kuanzisha darasa jipya la ushonaji kutoka katika chuo hiki cha Biblia Sakila. Mimi ni Elihuru Machao.